Bwana Yesu asifiwe. Uh, leo ni siku nyingine tena ambayo ni nzuri sana ambayo Mungu ametupa kwao. Ninaomba leo nikufundishe, uh, jinsi nimetumia hii Cubase 14 kutengeneza beat ya Injili. Kwa hiyo nikukaribishe kwenye somo la leo na niombea kwamba kama uja subscribe, subscribe, like comment, na pia achia comment zako mahali hapo. Kwa hiyo beat yangu ambao nimeitengeneza ni kama hii ifuatayo: <mulia> Kama hivyo ambavyo umesikia. Sasa ni vitu gani ambavyo nimevitumia kwenye huu mziki? Sasa tutaanza kinanda cha kwanza ambacho nimetumia, nimetumia m expander na nikachagua soft pad, nikaingia tu kwenye, kwenye, kwenye eneo la kuchagua, nikachagua soft, soft, soft pad na baada ya kuwa nimemaliza ilikuwa ina saundi namna hii, hebu tusikie. Ina saundi hivi, na nilipotoka, kitu kingine ambacho nilicheza ni hii ya expander na gitaa yenyewe ndio hii hapa. Utaingia hapa kwenye preset, utatafuta hii gita. Na kitu kingine ambacho nilicheza, nilicheza hii hapa. Pia nilitumia expander, nilitumia ya hapo. Uh, ukiingia kwenye na search tu, hii utaipata ikuwa kama lege fulani na kitu kingine ambacho nilicheza niliweza kucheza na pia, pia hii nimechukua kwenye expander kwenye eneo la guitar, nikachagua hii hapa ya dynamics, alafu nilipomaliza nilichagua tena expander kwenye, kwenye huu mziki nimetumia sana expander. nimetumia sana expander kwa hiyo. kama una hii expander pia unaweza ukanicheki kwenye namba za WhatsApp tukaweza kuongea namna ambavyo utapata expander, ukagaramikia tu garama kidogo za MB, alafu baadaye nikakutumia expander. Kwa hiyo nikaja nikacheza tena gitaa nikachagua hii hapa Mm-hmm. Alafu baadaye tena kitu ambacho nilikicheza nilicheza pia kwenye expander. Uh, wachifunguki kidogo, hii ilikuwa ni contact. Tumia contact, nikachukua brass, nikachagua brass, nikachagua hii hapa, kwa hiyo ukiingia kwenye contact. Tapata hiyo brass na kitu kingine ki niliweza kucheza ni ah, hiyo pia ni brass inaitwa hyper brass live, na kitu kingine ki ambacho tena nilicheza nicheza hiyo guitar hiyo hiyo. Hapo nitumia kwenye contact, nikachagua hii hapa kwenye maeneo ya guitar ya hapa. Lakini nilipoichagua ndani, niweza kuimix nikaiwekea delay, na delay ambayo niliwekea ndiyo hii, naweza iangalia hii hapa. Ukishaweka cubase 14 nakuja na kuja na cubase na kitu kingine niliweka ndoo hii hapa. Kwa hiyo nikapata saundi hii, sikiliza. Lakini nikijaribu kuzima, usikie. Lakini nikiwasha fanya namna hiyo. Kitu kingine nilicheza kiki. Kiki ni glove. Ni glove lakini baadaye kuna jinsi niliifanya niliweza kuiboost kidogo. Tumia fabu filter, nikainua maeneo haya, nikashusha kama unavyoona, nikapata kiki yenye ujazo namna hii. Kingine ilikuwa ni contact, ni chagua nichagua organ contact ni nikachagua kinanda hii hapa, ni nzuri sana, inaitwa um, Taylor's hii hapa ukisha kuwa nayo unachagua organi zake, zinakuwa tu tam sana. Na kitu kingine ambacho nilicheza, niliweza kucheza limshot, na kitu kingine tena nicheza hyat, na kitu kingine ok, vimeisha so tukawa tumepata biti inayo soundi. Namna hii kisikia. Hiyo ni saundi ambayo nimecheza nime, lakini hapa mbele kuna vile niliweza kuweka vingine, unaweza sikiliza tu. Acha tufikia hapo kwa leo. Naomba komenti zako, subscribe, like na zaidi ya yote Mungu akubariki. Tukutane kwenye somo lingine, niambie ni wapi hauelewi ni kuandalia tutorial. Barikiwa.